Siku za nyuma tuliweza kuona eh, Juma Lokole ameweza kuvujisha baadhi ya chats ambazo kwa zina trend sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Chat hizo ambazo ilikuwa eh, inasemekana ndoa ya wawili hawa imeweza kuvunjika. Sasa hizo ni baadhi ya chats ambazo pia zimeweza kuvujishwa mapema. Siku leo nitaenda kukusomea moja moja, ni chat ndefu, sema kweli na zenye mambo mazito sana ndani yake. Karibu sana katika page ya Udaku, mara nyingi huwa tunazungumzia zaidi kuhusiana na habari za mastaa kubwa ambazo zimeweza kutokea hapa nchini, lakini pia nje ya nchi ambapo Leo tunaenda kuangalia hii habari kuhusiana na Esha Bonet, Esha, eh, Buheti. Huyu ni mwigizaji hapa Bongo Movie na amekuwa kitrend kulingana na uzuri wake, unaweza kumtazama hapo, ni ni kweli kabisa mwenye ukiangalia unaona. Yeah this is eight figures. Sasa, mbali na hayo, tunakurudisha katika kile kitu ambacho kimeendelea kujiri toka majira ya juzi, ambapo chat zinavujwa sana na Juma Lokole katika moja na mbili. Ungana nasi kwa kubonyeza alama subscribe ili uone mwanafamilia ambazo aliweza kuvujisha huyu Esha eh, eh, Buneti Buheti ni chat ambazo zimeweza kushangaza watu wengi, ambapo hapa alikuwa na chat na huyo bwana ambaye tunaona alikuwa ame of course, lakini ndio yake imevunjika. Eh, alianza huyu bwana kwa kumwambia Esha Buneti kwamba hivi wewe ushangai huwa na nawasha gari kukufanyia delivery. E, bidada akajibu kwamba e, ndo kitu najiulizaga sana walahi. Afu akaendelea kwa kusema kwamba ila naomba nilale kwa sasa, manake sio kawaida kuchati hivi usiku na mume wangu ananishangaa. Mshikaji kamjibu e, ndo hivyo sijiwezi, afu nikikuonaga niki live, hali yangu ya mwili, hali ya mwili wangu inabadilika kabisa, nakuwa mwingine kabisa, nakuwa tayari kwa performance. Alafu ka flash na imbo ya kucheka. Slide ya pili, mwana mama akajibu kwamba lala salama eh. Jamaa akaendelea kusema kwamba nakuelewa, lakini pia kaa ukijua ukiwa na mimi upo salama, kwa mimi ni mwelewa, sio msumbufu eh. Mwana dada akajibu kwamba hm, na mkeo ninavyowapenda nyie watu mpaka natetemeka Uh, jamaa akajibu kwamba uh, amini. Mwanamke akaendelea kumchati na kusema kwamba hmm, uh, uh, na mkeo navyopendaga mpaka natetemeka. So mshikaji akajibu kwamba naomba usahau hilo kwa muda, kwa sasa kumbuka tu kuwa mimi ninahisia na wewe. Alafu mwanamke akajibu kwamba Deo utaishia kunitumia na kuenda eh, kwingine. Tamaa tu ikikuisha utatamani kwingine. Eh, Deo akajibu kwa kusema kwamba uh, wel ukweli, ukweli ndo ma usiku mwema, then futa SMS zote ma eh, mwanamke akajibu na kusema kwamba siwezi ziacha, natetemeka na, na mimi alafu jamaa eh, akajibu kwamba nikuache upumzike. Mwanamke akasema mtiani, mtiani gani huu? Naomba nilale kwa sasa eh, waka flash pale eh, stika lakini jamaa akajibu kwamba hicho kifua chako ndo huwa kinanivuluga sana, lips zako ndo za moto, alafu una baby face yeah. Mwanamke akajibu na kusema ya kwamba uh, ila Deo huogopi olai, mi natetemeka. Jamaa akajibu na kusema kwamba mimi na wewe tunajitambua, then ni watu wazima, kila mtu atamlinda mwenzake, so usijali mrembo. Uh, mwanamke akajibu na kusema kwamba hmm, mi naogopa walai, hebu tubadilishe topic kwanza. Uh, jamaa akajideo huyo akajibu akasema kwamba kam onesha, yani njoo Esha, kwa hiyo nguo ni kuletee baadaye a jamaa uh, akaendea kusema kwamba wewe unataka nilete sangapi, angalau nije eh, nipate hata hagi walai kwa maana ya kwamba nije nipate kumbatwa eh, yaani akumbatiwe Shabu Heti. E, e, akamjibu kwamba shem tulia bana, muda wote wewe sema. Afu jamaa akamtumia huyu mwanamke picha ambayo iko viewed once, na maana ukisha yangalia, ina inakuwa imefutika automatically, hiyo hapo imeandikwa opened, lakini e, Deo akaendea kusema kwamba I'm very serious mama Hizo ndo chati ambazo eh, zinasemekana eh, kuvuja, lakini siku za nyuma pia tuliweza kuona Juma Lokole ameweza kuvujisha voice ambayo eh, alimpigia mwanamke fulani hem, tumsikilize hiyo voice. My baby. Mbunifu ah, mwenye vitrako vyangu nimpigie simu ndugu yangu raini, raini. Nkasema, aka <laughs> <Buna vitako? laughs> <coughs> <coughs> Waalaikum salam, dada yangu mzima. Alhamdulillah, you good? I'm good. Dada nimekumisi. Umerudi, hmm. Ume... China? Nipo kumba, ah, mpaka Novemba, simekuja kufungasha vitu vya ofisini, nataka kufungua ofisi ya kukodisha vyombo vya sherehe. Ah, umeua sana sana Ayanasikia ha, bwana Deo akaanza kukutongoza mke wa mtu, ana adabu jamani. Deo alishatokea mwanzoni huko. Hata picha mme wangu nilipomwambia. <coughs> Wewe kama namuona mtu mrefu, kwanza niliangaika hiyo siku Juma Kum, kumfikishia mmeo kuwafikishia wote shu na mme wangu. Mungu wangu anaona yeye, yeye alianza alianza, alinulizia, alinipigia simu, nilikuwa nimelala. Eh, eh, shemeji kuna biriani hasa ni kusingizini eh, biriani bosi, unajua ile, ukishaenda sokoni asubuhi asubuhi, ukishaikaa unachoka yeah. Unajipumzisha, wauze wafanyakazi mm-hmm. Nikaambia ipo nenda ofisini au nikupe namba. Baada ya hapo, akanitumia message, ndio una sauti nzuri hivyo, ukilala mtume roho yangu, ndio akaendelea <laughs> oh. anyway, eh, endelea na message zake zile Hmm. Afu hizo meseji mi nilikuwa sina, ndio shuka nipigia simu saizi, nikavami hizo message sina kwa sababu nilivyomalizana nanyee nilizifuta. Afu ya kumbuka nimebadilisha simu, unajua toleo jipya likitoka hasa shida zako. Shu, shu ndo kanitumia message zile zote. Sasa hivi, hebu fanya kunifuadia, safushe macho hey, mwambie mwenye hmm. shu ndo akufuadia kwa sababu yeye ndo anazo akutumie ndo mlengwa mkuu au mimi ndo mlengwa? wewe ndo mlengwa mkuu. Sasa wewe si ndo si ndo umeambiwa kwamba una sauti nzuri ukiamka? Ah, wanaume bwana. Unajua nani, mimi napenda kuheshimu sana mahusiano ya watu. mm. Ndo watu, hmm. watu hawaheshimu ya kwangu lakini mimi ni mtu ambaye napenda kuheshimu ya watu. Ni kweli kwa sababu mimi naamini hii mahusiano, tena ikija kwenye ndoa ni riziki. Unapotaka kuingilia riziki ya mwenzio malipo ni hapa hapa duniani. Alafu, na siku hizi hata arobaini haifiki. Alafu, shu. Mm, shu ni mtu ambaye nampenda najua, namshindi eh. na sana alafu ile ram Ramadhani yote, maskini wakawa wanakuja pale, wananisupoti mwezi mzima almost, wamekula pale mm. hata ingekuwa si hivyo yani ha, nisingeweza kwa sababu kuna message nilimuuliza hivi mm. humofii mkeo anajibu, achana na hizo habari Hey mm. Unajua, baadhi ya wanaume tamaa yeah. Tamaa Mwenyezi Mungu sijui alitengeza vipi kwenye moyo wa mwanaume ndo mana ah, hata vitabu vya dini vinaruhusu kuwa mke wa pili wa, wa, wa tatu na wanne kwa sababu anaojua wabisa kuvumilia mke mmoja wao ni ngumu, labda si waju kupika akaona akachakufia nimtafute. Kwa nini ishu ni kupika? Mwenzio kaniambia anapenda sura yangu yaki nilic <laughs> <children. laughs>

kwani kuniambia, mi nafunguka. lakini <laughs> anyway, weishuu mwenyewe ameniruhusu ameniruhusu kuongea. alinipigia simu mm, akaniambia sha, ongea ili asija akakuchafulia. Wewe wewe ni mke wa mtu, afu na kuheshimu na mumeo, ndio maana nimeweza kuongea, lakini yali happen muda mmm, nasikuweza hata kuongea popote mm. Kiukweli ilinisumbua kwa sababu nilianza kuona dalili wakati ni